wae wezinitumatuma tus, hapana. Ah, ah, bana, hapana ah, usifanya sa kitu hicho. uh -huh, uh. Ndiyo, ah, ah, bana, usifanye hivyo bana, we kama nini? Subiri basi nikamtimilize huyu yule, mi <hansi> nitarudi baadaye, hakuna tatizo. mbona Uh -huh. Wewe bana. Ah, wewe ndio bana. Hao ukiona nani? Fala wewe uliokuwa huoni. Wewe fala bana. Mimi niko mbele sasa. Fala mimi wewe uliokuwa huoni bwana. Hebu usimpotezee time bwana. Unaniharibia siku. Ah. Nakaribia siku gani? Sasa lobaki ni cheki ile pesa yangu

Mse vipi? Oh, vipi? Salama. Ah, salama. Vipi nini sasa? Poa, wewe ndio unapita pale ukanigonga vipi? Unataka kunitukana sasa hivi wewe? Unajiona pesa hapa? Wewe sio una pesa hapa. Hiyo hapo pesa sio hapo, hela yangu hiyo. Hela yako hii. Hela yangu. Hela yako wewe unaweza kumiliki hela hii. Hezi kani hela yako. Bwana, sikoni na shefu kupata hela kama hizo. Eti, Kwa umerogwa nini?